Lakini sitaki mazoea na wewe kwa sababu nakumbuka uliniumiza vibaya sana. Lakini Lea, unajua kuna vitu ambavyo huwezi kusahau, yaani kuna some moment na miss. Kwa sababu gani? Natamani yale maisha ambayo tulikuwa tunaishi zamani. Alipo Lea basi Abi yupo na alipo Abi Lea pia anakuwepo kwao. Natamani sana yale maisha yajirudie. Kama kuna uwezekano, naomba unisamehe, tuwe kama mwanzo tulivyokuwa, tafadhali nakuomba. Ndio maana nimekuambia hivi, nimefurahi nimekuona umekuwa bora, lakini nimekuambia sitaki mazoea na wewe, umenielewa? Sasa sawa, leo acha niheshimu ya maamuzi yako lakini naombi siku ukinisamehe kabisa, naomba uniambie haya. Ngoja tuone kama siku itatokea, okay. Unajisikiaje baba? Vizuri eh? Sawa, fanya kama unaonyesha. pole utakuwa sawa. Basi unajua nini leo kimetokea ofisini pangu, okay. kuna mama huyo alikuwa amekuja ofisini kwa ajili ya huduma. Sasa yule dada mmoja anaitwa Beatrice ndio alikuwa anatakiwa kumwasisi, akamwambia hivi, mama ingia ndani, na mama akaingia ndani. Alipofika kule akamwambia Unakumbuka nilikwambia kwamba wewe usipende kuamka asubuhi asubuhi, kwa sababu kunakuwa na giza, anakuwa na anaogopa giza, kwa hiyo usiamke asubuhi asubuhi, itakuwa nafanya inakupa hofu na woga, wewe kuendelea kufanya mambo mingine. Wewe yule mama akaanza kumcharukia, usinipagia, ni maisha yangu bwana, wesi kunipagia. Ilikuwa ni vurugu fujo mpaka tukaita security akaja kutusaidia, lakini yote kwa yote aliendelea vizuri na akakaa sawa mpaka sahivi nadhani kesho anaweza akaja, lakini yuko vizuri. Kwa hiyo naamini hata ye baba angu utakaa vizuri na utakuwa sawa. Pole pole pole, nauma sana. Pole pole, babangu. Baba, nimekusamee. Hmm. <laughs> binti yangu. Baba, baba, ongea tena. Ongea tena baba. Umesemaje? Sema kitu baba, sema kitu mm-hmm. Sema kitu, sema. Baba, sema tena. Unajua, kuna wakati unaweza ukajiuliza kwa nini Mungu hakujibu majibu yako kwa wakati, kumbe lipo kusudio maalum ambalo ameliweka. Unaweza kuamini leo baba ameongea? Yani for the first time toka baba ameanza kuuma, leo ameongea na nimemsikia kabisa, anaongea. Wewe ndio unajua hilo leo? Mbona baba ameanza kuongea tangu juzi. Baba ameanza kuongea toka juzi ndio sasa. Na mbona hukuniambia? Kumbe toka juzi baba anaongea, kwa nini hukuniambia we? <laughs> ulivyokuwa unapanga mipango yako ya kumfanya baba apate shambulio la moyo ulinishirikisha kabla? Lakini hii siyo haki, sistahili haya yote yaani, unajua fika baba anaumwa, hawezi kuongea, lakini kumbe toka juzi baba ameanza kuzungumza, lakini hukuniambia chochote kile like, seriously, unajisaulisha kabisa kwamba wewe ndio mhusika mkubwa uliosababisha baba yetu mpaka sasa hivi uko kitandani amelala, okay. Machozi yako ya mamba baba. Kwa, kwa ajili ya mapenzi wengi hupoteza vingi, kwa ajili ya mapenzi wengi hupata uchizi, ndugu kutengana, kufanya yasiyo maana, ndugu kutengana, kujizolea laana. O, oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha, wengi twafata mkumbo tusijue kuna karaha. Um, karibu Nadhani umeshaonana na, na Madam Beatrice tayari. Vipi kuhusu huduma unaionaje? Uh, kiukweli huduma ni nzuri, huduma ni nzuri na pia nashukuru sana na nawashukuru kwa kuiweka sehemu kama hii ya kuondoa watu stress. Kiukweli nimefurahi sana sana. Karibu, asante sana, sana. Uh, ila wanawake, wanawake paswa kichwa sana yaani, wanawake wanavuruga ubongo Yaani unakaa unamkea mtu unamwangalia kwa kila jambo, kwa hali na mali, lakini mtu huyo huyo tu anaweza siku akaja tu akamua. Yaani umeonana naye tu unajua, ah, mimi niko na mtu wangu, anaongea tu bana yeye mimi na wewe bana, leo basi, hakuna hata kosa lolote, anaweza akamua tu jambo hilo. Yaani na kama mama angu hakuniweka tumboni miezi tisa na akanizaa mimi, sijui wanawake ningaweka fungu gani. Ni kweli unaoyasema na pole sana kwa hilo ambalo lilikukuta. Lakini nikuhakikishie tu kwamba kituo chetu kipo kwa ajili yako. Na sio wewe tu bali watu wote ambao wanakumbwa na, na tatizo kama la kwako. Kituo pekee ambacho unaweza kupata huduma iliyokuwa bora ni kituo hiki. Na nikutoe hofu tu na wataalamu wazuri kama Madam Beatrice ndani pale umetoka kuonana naye. Lengo kuu hasa ni kutoa watu stress. Yaani kuhakikisha msongo wa mawazo inakuwa ni kama hadithi ambayo haipo. Yaani ni kupoteza kabisa hicho kitu, kisiendelee kuwepo katika hii dunia. Kwa hiyo nikutolea shaka kwamba kila kitu kitaenda kuwa sawa kwako, na huduma zetu ni nzuri sana, unakaribishwa wakati wote. Kingine, ujisikie tu free kuzungumza kile ambacho unajisikia wewe mwenyewe ndani ya moyo wako, ili kuweza kupata msaada zaidi, na karibu sana. Asante sana. Na vipi? Madam Beatrice alikuandikia tarehe ya kurudi? Eh, ameandika tarehe ya kurudi. Mm, basi sawa ni yeah. Vizuri sana. Wow. Naweza kwenda samani kidogo, kuna jambo natakamani ni kushauri. Jambo gani hilo? Um, unajua na rafiki yangu si mbaya, kama umefahamiana naye nadhani ningeweza hata kubadilishana mawazo mawili matatu hivi, ingekuwa sawa zaidi. Rafiki yako yeye ni nani? Ni binti fulani tu hivi, mpole, mcheshi, na sidhani kama utajutia kufahamiana naye. She is very charming. Unaonaje hio hivi? Madamu, una akili kweli wewe? nimetoka kwenye dimbu hilo hilo la kuharibiwa akili na kuwa na mawazo kibao kwa sababu ya wanawake. Unanitoa kwenye dimbu la wanawake, unaniweka tena kwenye dimbu jingine la wanawake? Hivi una akili kweli madam? Hili limekuwa dangulo eh? Limekuwa dangulo limekuwa sehemu ya kuweka watu akili sawa? Hapana, hakuna cha hapana. Samahani kaka, sikuwa na maana hiyo. Samahani kama nimekukwaza, na naomba unisamehe sana. Lengo langu ni halikuwa baya, yani nilijua kama endapo utakutana na huyu binti naweza mkakaa, mkajadiliana mawili matatu, mkabadilishana mawazo. Lakini kama haifai kwako, kwa kaka, naomba unisamehe, naomba kabisa unisamehe. Nisikilize nikwambie jibu ni hivi: hapana. Na na hapa, tafadhali, hapana. Naondoka na hapa <tipad> tafadhali, nakuomba usifanye. Mwiba wa mapenzi Choma moyoni, furaha sioni, ikijani kidogo kidogo baadaye apotea. Umefata nini hapa Sarafina? Nisamehe, nisamehe, nisame. Kwa kosa gani nimeteleza? We, ujawi kukosea Sarafina? haujawi kukosea? sisi ni binadamu. Vitabu, vitabu vimeandika vimesema kwamba samee mara saba sabini. Ikiwa Mwenyezi Mungu ame, amesema tusameane mara saba sabini. We ni nani Dave? Mimi sio Sarafina yule ulivyofanya maamuzi yako ya kuniacha na bila shaka ulikuwa unakilita kutimamu. Na mimi nikutoe hofu tu. Nimesha move on. Kwa nenda baba, nenda kaendelea na maisha yako. No no no no no. Habari za kuachana Sarafina. Mimi nakupenda, naomba naomba unisamehe. Ikiwa Mwenyezi Mungu David. Naona kama unanipigia makelele. Nilikuwa nina kazi ninafanya ndani kabla hujaje kunigongea mlango. Naomba kama huna lingine la kuongea. Geuza miguu yako kwa to zako uzirudishe huko ulikotoka. No, sina muda kujibizana nawe. Tunaongea nini tena? Tumeshaachana, kuna kitu gani cha kuongea? Sikutaki. Unafanya nini kwa miguu yangu?

Ah. Vipi? Nimekutembelea. <laughs> Nashukuru sana karibu. Asante. Umeshapata ah, huduma? Nilikuwa nakusubiri wewe. Mm, we lakini, kama kuna nikukatishe, Madamu. Nisamehe sana kwa kilichotokea siku ambayo nilifika hapa ofisini ah. Hapana, mi nadhani ni mimi ndo natakiwa nikuombe wewe msamaha, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine, huenda kama nilifanya makosa kwa kufikishia lile wazo langu. Kwa hiyo naomba unisamehe. Basi sawa, na mimi nisamehe pia. Madam, ndiyo. Unajua utashangaa hili ambalo limenileta hapa. Hapana, karibu. Madamu, naomba unipatie ile namba ambayo linagotanipa. <coughs> Kwa nini ni sasa nichelewe? Yaani hilo limeisha, naweza nikakupatia sasa hivi, usiwe na wasiwasi kabisa. lakini sio ya gari, unaweza ukajaribu hata sasa hivi. Asante, karibu sana. Asante, umeona sasa. <laughs> <laughs> <laughs> <I'm honest, sir. laughs> nah. kitu kingine yeah. usije ukasahau wakati unampigia ukamwambia kwamba aya, nipatia namba zako, ni madamu Abigail. <laughs> Kwanini nitachelewa basi? Lazima tu atakupigia. Karibu sana, asante. Oh. mimi sina kingine nilichofata zaidi ya hiki, hiki ndio nilichokifata. Unakaribishwa wakati wote. Basi sawa, karibu Aa.

Oh, kwanza unisamehe kwa sababu tumeonana sehemu kama hii. Mimi nataka nikuombe samahani. Hata usijali. Mimi unajua ndo nilikuwa na mambo mengi. Ndio maana nilipigia tu simu nikakwambia ndio tukutane mtaani kwetu. Nina mambo mengi ya kufanya. Oh, kwa hiyo usijali niko salama. <coughs> Bas sawa. Kama nilivyokuambia namba yako alinipa madam. Abi? Yeye eh? Yeah, Abi. Oh. Alinipa Abi namba yako na shauku yangu kubwa ilikuwa ni kukutana na wewe. Kwanza nikuone na vitu vingine vifuate eh, ndo mimi ndo mimi lea. mm. Karibu, mwayajisikia huko nyumbani, usogope, hapa mtaani kwetu. Niseme nimefurahi kukuona. Asante, nimefurahi pia. mm, tuonane tuonane tuonane tuonane. <laughs> Oh, lakini nina ombi ombi ombi langu ni kuonana na wewe tena sehemu ambayo kidogo ina uhai, ni nzuri zaidi hapa nzuri ambayo inaweza kanifanya mimi nikawa free kuongea kila ambacho kile kipo moyoni mwangu kipo kichwani mwangu. Nilitamani sana, kama utaridhia tupange siku tuonane eneo zuri zaidi ya hili, sawa? ni mafuri, lakini unajua kwa nini nilikwambia ujapo kwa sababu mimi sio mtu wa kutoka toka na wanaume unajua, sio mtu wa kutoka toka kutembea tembea, si niende wapi wapi mimi, vena, haga, Malake, mingi. na mimi ni mtu ambaye tu sehemu moja maanake na mambo mengi na genge nataka niliendeshe niliendeh kwao, nakuwa muda mwingi yani niko tu sehemu moja lakini kwa sababu umeniomba shida, wasiwasi ndo akili. Unajua huku ni kwenu na sio kila mbaya, sina unahofia, sina kaka, sina kaka, sijali. Basi sawa. Pia nafurahi sana kukuona, nimefurahi pia, asante. Kingine, nashukuru kwa kuitikia wito wangu, lakini pia nitakuelekeza, nitakupigia simu, nitakuelekeza tuonane lini. Haina shida, sawa. Kwa sababu umeniomba, nimekubali. Basi sawa, unasahau tena jina langu. Vipi, uko sawa? Da Sarah amechoka sana. <tipa> <tipa> <tipa> <tipa> Amniachu kwanza. Unataka kitabu chako? Ah, ngoja kwanza nimalizie kurasa sabine, kwa kwa ulicia, sa mbili tu halafu nakurudishia nakurudishia, sawa? Baba, baba, shida nini? Mbona munankua hivi baba? Baba, baba, babababa, baba! Wewe daktari uh, fanya -huh. kitu baba, kitu. Baba, baba nisikilize baba. Baba. Baba. Baba. Baba.

tamu ukiyaona yavutia moyoni huleta hamu, lakini chini ya maua mwiba uchipua, huchoma unaposogea, machozi utalia. oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha wengi twafata mkumbo tusijue kuna karaha. Hi bustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, ah, Mwiba wa mapenzi. Eh, eh. Wanichoma moyoni furaha sioni, ikicha ni kidogo kidogo badae